Ninashukuru shukuru nimekuja katika kituo hiki cha kulelea watoto cha masista wa Malaika wa Matumaini na siku zote hapa nalelewa watoto ambao ni yatima au watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu. Kwa hiyo kisha mkuta mtoto wa namna hiyo, mara nyingi ni mtoto mwenye masononeko, ni mtoto ambaye hana furaha. Kwa hiyo muda wote tunajitahidi kuja kufurahi nao waunga mkono wenzetu kwa kazi hii kubwa wanayoifanya, ni nzuri. Lakini mimi mwenyewe siku yangu kama hii leo, nimekuja kutafakari kwamba na mimi nilikuwa mtoto na sasa nimekuwa mtu mzima, kwamba lazima nianze na watoto na nimalize nao, na umeona watoto wamefurahi kweli kweli, na mimi kanikumbusha mbali wakati nikiwa mdogo, baba yangu na mama yangu wakishangilia hii siku kwamba na wenyewe na mtoto anayeitwa Uhuru yuko katika familia yao. Siku hii wakumbushe vijana kwamba wazee wetu walipambana na nchi hii tukiwa mikononi mwa mkoloni walipambana mpaka tukapata uhuru tukaijenga Tanzania jinsi ilivyojengwa mpaka wao wakazaliwa, wamefika hapa miaka sitini na nne. Wazee wetu wameilinda hii nchi, na wenyewe wana jukumu kama nguvu kazi ya taifa hivi, kama raia walio wengi kuliko raia mwingine yoyote, wailinde Tanzania, wailinde Singida, wasidanganyike na mtu yoyote. Wazee wetu wangedanganyika miaka hiyo, sisi pingine tusingekuwepo. Kwa hiyo na wenyewe na jukumu kubwa la kuilinda nchi yao. Waache kudanganya na mihemko hiyo wanayoipata kutoka huko duniani. Kila mtu huko duniani analinda, analinda nchi yake. Na mtu mwingine anayekuhamasisha kutoka nchini kwake ili uharibu ya kwako, ina maana kuna kitu umemzidi, ndio maana anakupiga mawe. Kwa hiyo wajue kwamba Tanzania kuna kitu watu tumewazidi, ndio maana wanaleta hizi hasara nyingi. Kwa hiyo na sisi wenyewe wa Tanzania hasa vijana tu wasidanganyike, waibebe mama Tanzania. Fursa ziko nyingi sana sisi wengine tulisoma shule, unakuta anafaulu mtu mmoja, sio kwamba wengine wa wale walifeli, nafasi zilikuwa hakuna. Unasoma, anafaulu mtu wa darasa la saba wawili kwenye shule nzima, lakini sasa hivi kuanzia awali mpaka chuo kikuu vijana wanasoma. Hiyo ndio fursa namba moja ya vijana, lakini fursa namba mbili tuna makanisa na misikiti kote, wanapata huduma za kiroho. Hiyo ya kiuchumi, na wenyewe wanatakiwa wachangamke moja kwa moja kwa kuangalia kama mazingira anayoishi kuna uh, fursa zipi azichangamkie kama kijana ili aweze kupata maisha yake. Mi nafikiri tukisema uhuru ili ni uhuru ni neno pana, lakini sisi tunajua kwamba tulitoka kwa wakoloni na sasa tumekuwa huru. Kwa hiyo hili ni taifa huru. Sisi wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba uhuru na kazi tunasonga mbele. Tuko huru sasa, tuzidi kusonga mbele kwa kuchapa kazi, tuwe na maendeleo makubwa ya kijamii, maendeleo makubwa ya kiuchumi, lakini maendeleo ya mtu mmoja mmoja na maendeleo ya taifa letu. Na namshukuru Mwenyezi Mungu. Taifa letu limepiga hatua kubwa sana katika miaka hii 64 ya uhuru. Kiangalia miaka ile ambayo tunapata uhuru tukisoma kwenye vitabu na hali ilivyo sasa ni tofauti kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu tunavyozidi kusonga mbele. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano wenu mnaoonyesha kwetu, tunaomba Mungu awabariki. Sisi hatuna cha kuarika, lakini tunawaahidia sala zetu. Mama, tunakushukuru sana kwa ujio wako na kuongeza, kwa siku yako ya kuzaliwa utakuombea kwa Mungu, baraka tele maisha yako na familia yako.